Hadithi ya uumbaji. Hapo mwanzo kabisa, kabla ya chochote na vingine kuwepo, alikuwepo Mungu peke yake. Basi Mungu akaamua kuumba ulimwengu. Biblia inatuambia hadithi hii ya ajabu na ya kupendeza katika kitabu cha Mwanzo. Siku ya kwanza, Mungu akasema iwe nuru, na mwanga ulionekana kutenganisha mchana na usiku. Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema. Siku ya pili, Mungu aliumba anga, alitenganisha maji yaliyo chini ambingu, ya mbingu na maji yaliyo juu mbinguni. Siku ya tatu Mungu akakusanya maji chini ya anga katika sehemu moja, na nchi kavu ilionekana, na maji yaliyokusanyika akayaita bahari. Kisha Mungu akafanya mimea, miti na maua kufunika ardhi. Kila kitu kilionekana chema. Siku ya nne Mungu aliumba jua ili kuangaza wakati wa mchana na mwezi na nyota kuangaza usiku. Akaviweka angani itenge nyakati, siku, misimu na miaka. Siku ya tano Mungu alijaza bahari samaki na viumbe vingine vya majini. Pia aliumba ndege wa kuruka kote angani. Mungu akaona jinsi ilivyo vyema, akawaambia mkaongezeke na kujaza bahari na mbingu. Siku ya sita Mungu aliumba wanyama wa kila aina wa kuishi kwenye ardhi. Walikuwa wanyama wakubwa na wanyama wadogo, wanyama pori na wapole. Basi Mungu alifanya kitu cha pekee sana, aliwaumba watu. Mwanaume na mwanamke, yeye aliwaumba kwa mfano wake, na aliwapa ulimwengu wote wa utawale, aliwa ambia wachunge wanyama na mimea na kupata watoto ili watu waijaze dunia. Hatimaye, siku ya saba Mungu alikuwa amemaliza kazi yake ya uumbaji na yeye alipumzika. Aliibariki siku hii na kuitakasa na kuifanya kuwa takatifu kwa sababu alipumzika baada ya kumaliza kazi yake ya uumbaji. Na hivi ndivyo jinsi Mungu aliumba ulimwengu wetu kwa uangalifu mwingi na uzuri kwa siku sita, na kisha akapumzika siku ya saba. Hadithi hii inatukumbusha kila kitu ulimwenguni, kuanzia milima mikubwa zaidi hata na viumbe vidogo zaidi, vyote vimeumbwa na Mungu, na hakuna kilicho na uwezo zaidi kushinda uwezo wa Mungu. Natumaini umefurahia. Usikose hadithi inayofuata.